Historia ya Urusi ni moja ya safari za kuvutia zaidi katika historia ya dunia. Mji mdogo wenye baridi uliozaliwa katikati ya misitu na mito iliyofungwa na theluji, ulianza kuwa kitu ambacho dunia haiwezi kusahau. Nchi hii iliyoanzishwa katika karne za mapema imepitia milenia ya mabadiliko ya kisiasa, kijamii na kiutamaduni, na hatimaye ikaibuka kuwa taifa linaloitikisa dunia. Katika video hii, tutapitia historia ya Urusi kuanzia misingi yake kama mji mdogo wenye baridi kali hadi kuwa nguvu ya kimataifa, tukichambua hatua muhimu, viongozi wake na matukio wa makuu yaliyounda sifa za taifa hili. Chaneli yetu inaitwa Ripoti Nzito. Hakikisha una subscribe, una like, una comment, na kushare na kututembelea mara kwa mara. Urusi ilianza kama miji michache yenye watu waliokuwa wakulima na wafanyabiashara wadogo karibu na mto Volga na Siberia. Wakazi wa awali walitegemea rasilimali za asili na biashara ndogo ndogo. Hii ilikuwa ni nchi yenye baridi kali lakini kwa hali hiyo watu walijifunza uvumilivu na kushirikiana ili kuishi. Hali ya kijiografia ilipelekea kuunda utamaduni wa kushirikiana na mifumo ya uongozi iliyoanzishwa na watawala wa kifalme. Miongoni mwa viongozi wa mwanzo aliyeibuka kwa umaarufu alikuwa ni Ivan wanne anayejulikana kama Ivan the Terrible alitawala kati ya mwaka 1547 na mwaka 1584. Na katika kipindi hiki alipanua mipaka ya taifa, akaimarisha mamlaka ya kifalme na kuweka mfumo wa sheria unaosimamia nguvu ya kifalme. Ingawa utawala wake ulikuwa mkali, historia inatambua juhudi zake za kuunganisha miji na maeneo mbalimbali chini ya mamlaka ya Tsar na hivyo kuweka msingi wa taifa lenye mamlaka ya kati na nguvu za kijeshi. Baada ya karne kadhaa, Peter the Great alichukua nafasi ya uongozi akiwa na dhamira ya kubadilisha Urusi kuwa taifa lenye ushawishi mkubwa duniani. Peter alitambua kwamba miji yenye bandari ni muhimu kwa biashara na ushawishi wa kisiasa. Kwa hivyo alianzisha mji wa St Petersburg mnamo mwaka 1703. Mji huu ulijengwa katika bahali ya baridi kali na changamoto kubwa kwa wafanyakazi, lakini hatimaye ukawa mlango wa Urusi kuelekea Ulaya na kuanzisha mabadiliko makubwa ya kisiasa kijamii na kiutamaduni. Karne ya ishirini iliambatana na mabadiliko makubwa. Urusi ilikumbana na ukosefu wa usawa, umaskini na migogoro ya kijamii. Hali hii ilisababisha mapinduzi ya mwaka 1917 ambapo kifalme cha Tsar kilishushwa na chama cha Bolshevik na kuanzisha mfumo wa kijamhuri unaojulikana kama Soviet. Mapinduzi haya yalileta mabadiliko makubwa katika mfumo wa kisiasa na kijamii. Lenini aliongoza harakati za mapinduzi na kuanzisha mfumo mpya wa usawa wa kijamii ambao hata hivyo ulileta changamoto nyingi na upinzani kutoka kwa sehemu mbalimbali za jamii. Muda mfupi baada ya mapinduzi, Joseph Stalin alichukua madaraka. Historia inamkumbuka kama kiongozi mwenye uwezo mkubwa wa kisiasa na kijeshi, lakini pia kama mtu aliyepelekea mateso makubwa. Stalin alibadilisha Urusi kuwa taifa lenye viwanda vingi na silaha za kisasa. Alianzisha mipango ya maendeleo ya kiuchumi na kijeshi, akijenga taifa lenye nguvu za kijeshi na utawala thabiti. Hatimaye, historia ya Stalin inafundisha kuwa maendeleo ya taifa yanahitaji mipango makini na uongozi thabiti. Baada ya Stalin, Urusi ilijitahidi kuendeleza ushawishi wake katika mfumo wa Soviet. Vita Baridi kati ya Marekani na Urusi vilitokea bila mapigano ya moja kwa moja, lakini kwa mashindano ya kijeshi, kisiasa na kiuchumi. Urusi ilitumia nguvu za kisiasa, teknolojia na silaha za kisasa kuonyesha mamlaka yake duniani. Matokeo ya vita hivi yaliunda mfumo wa ushawishi ambao bado unaathiri siasa za dunia hadi leo. Mnamo miaka ya karibuni, Urusi chini ya Vladimir Putin imeendelea kuonyesha uwezo wake wa kisiasa na kijeshi, kutoka kwenye urithi wa Soviet hadi kwa taifa linaloashiria nguvu duniani. Urusi imeonyesha jinsi historia inaweza kutumika kuunda mustakabali wa taifa. Utawala huu unaleta ushawishi mkubwa si tu kwa nchi jirani bali pia kwa mataifa yote makubwa duniani. Historia ya Urusi haijalishi tu kisiasa, pia ni historia ya utamaduni, miziki ya jadi, fasihi, sanaa na desturi za kisiasa na kijamii ambazo zimejengwa pamoja na historia ya taifa. Utamaduni huu umedumu kutokana na hali ya kijiografia, changamoto za kisiasa na hali ya kijamii. Mchanganyiko wa historia na utamaduni unaleta ufahamu wa kina juu ya jinsi taifa linavyoweza kuunda utambulisho wake, jinsi historia inavyoweza kuongoza mustakabali wa jamii. Kutoka katika mji mdogo wa baridi hadi kuwa taifa linaloitikisa dunia, Urusi imepitia hatua nyingi za maendeleo, migogoro na mabadiliko ya kisiasa. Historia inaonyesha kuwa kila hatua, kila uongozi na kila mpango ulikuwa na mchango wake katika kuunda taifa lenye nguvu. Safari hii inatufundisha thamani ya uvumilivu mipango ya muda mrefu na utamaduni kama msingi wa taifa. Hivyo, tukitizama historia ya Urusi, tunaona kwamba taifa lolote linaweza kuunda nguvu za kimataifa kupitia uongozi thabiti, mipango makini na uvumilivu wa muda mrefu kutoka kwa Tsars, mapinduzi ya Soviet, Stalin hadi Putin. Kila kiongozi alichangia katika historia ya taifa hili. Historia ya Urusi ni mfano wa jinsi taifa linavyoweza kupanda kutoka changamoto hadi kuwa na ushawishi mkubwa duniani. Hii ndiyo safari ya Urusi kutoka mji mdogo wa baridi hadi kuwa taifa linaloitikisa dunia. Kuangalia historia hii kunatufundisha kuwa nguvu, ushawishi na maendeleo yanahitaji mipango, uvumilivu na akili. Historia ya Urusi ni mwongozo wa mataifa yote yanayojitahidi kuelewa jinsi ya kudumisha nguvu na utambulisho wao. Ripoti Nzito zitaendelea kufuata hapa hapa kwenye chaneli yetu ya Ripoti Nzito. Endelea kufuatilia video zetu ili kuelewa historia na utamaduni wa dunia na kujifunza kutoka kwa mataifa yaliyochukua nafasi ya umuhimu ama ya umuhimu katika historia ya binadamu. Kipi ambacho kitafuata? Hakikisha una subscribe, lakini pia hakikisha una like na comment. Maoni yako pia ni muhimu hapa.